Nilikuwa namsikiliza Heche, Heche mm. Nasema Heche wewe, ndugu yangu mm. Sisi watu wa kanda ya ziwa mm. hatuna utovu wa nidhamu kiasi hiki mm. unatumia lugha chafu kwa viongozi, sio maadili yetu ya Kitanzania yeah. Tushindane kwa hoja, tuheshimiane mm. Tupambane, tukirudi tunakaa, tunaongea. Huwezi mm. kuwa na kauli chafu kwa viongozi, kwa watu wengine, ubabe. Heche yule mm. ni mtu mdogo sana kuleta ubabe, kusema namfokea mkuu wa mkoa mm. Kwanza mimi Heche siwezi kumkamata hata na askari hata, hmm. siku moja hmm. Heche mimi nampelekea mgambo wa mkamati. Acha bwana wewe. Na nitashusha brand ya polisi. Siwezi <laughs> <laughs> <laughs> kumkamata mimi Heche kwa kutumia askari yeah. namkamata kwa kutumia mgambo, kumtumia askari nampandisha brand, yeah. hana hadhi hiyo. <laughs> <laughs> <Hey. laughs> mimi kule na mgambo, niazime mgambo niwapelekee. <laughs> Kwa hiyo siku akija Kisarawe kule, unamkamata na mgambo kwanza. Kitu cha kwanza hmm. akija Kisarawe mpinzani yoyote hmm. kama wanapiga kampeni yao, lazima watambue mheshimiwa wa rais litamkwe hmm. Asipotamka hivi, asifanye mkutano Kisarawe, namshusha juu. ah, ah, ah, ah, ndio kiongozi lazima aheshimiwe. Unajua kuna muda, hmm. muda tuliopa sasa wa kubembelezana. Mheshimiwa hmm. wa rais lazima atambulikane kikatiba na kisheria, yupo ni mamlaka aliyopewa uh -huh. Sasa nimeona watu wanamtamka mheshimiwa rais, mm, yani kama vile bibi yao, shangazi yao. Mm. Rais lazima apewe heshima. Tutamrinda Kisarayo kwa namna yote ile. Na mtu yoyote anayemvunjia heshima mheshimiwa rais, amvunjie kwingine Kisarayo, upuzi ule siwezi kukubali mimi. Nitawapiga show mpaka wakimbie. Watafika ule msitu wa Pugu kwa meno. Huwezi kumvunjia heshima rais afu ni corona pita pita huko. Hakuna kitu kama hicho, hakuna. Kwa hiyo wakija kufanya kampeni, lazima, lazima watambue watay... mamlaka ya rais. Alafu ndo na waruhusu, e, na watambue serikali ya wilaya ikoje. Hivi vitu vipo kikatiba ni kisheria. Kwa e, sababu muda wa kuraiana ukivuna ugirea ukichekacheka uk, na nyani utavuna mabua. E, Wezuka tambuka kwenye leo unaita Samia, Samia unamtamkaje raia Samia kama bibi yako? Mm. Fanya mzaha kwa mama mwingine usifanye mzaha mm, kwa mheshimiwa rais wetu. Sisi tunajua thamani yake. Ndio. E. Unakuta mzazi ameshindwa kusomesha watoto watano, rais anasomesha watoto wangapi nchi? Mm anatuna zaidi ya miaka minne mitano, hujasikia vyuo vikuu wanaandamana. Na mm. mimi nasoma chuo kikuu, mkopo ulikuwa elfu nne pesa ya bumu. Sasa hivi watu wanapewa mpaka shilingi elfu kumi. mm. mwana mtoto wako anaweza kula kuku tarehe moja mpaka tarehe moja unaona. mm. watu wanakula kuku, eh? Sasa kama unapewa kwa siku elfu kumi tunaweza mm. so kula kuku ile ah, Vyuo vikuu okay, sawa sawa, BMW yeah, yeah, anakusomeshea watoto unaona mm. Tokea mwaka elfu mbili na ishirini na mbili mm, ajira zinatangazwa mpaka leo unaona mm. Kila mwaka ajira zinatoka haijai okay. Kutokea tulikuwa tuna zaidi ya miaka minne, ajira zijatangazwa mm. Unaona sasa hivi jeshi la polisi mm, magereza mm, walimu mm, TRA mm, nafasi zinatoka okay. Uhitaji ni mkubwa, lakini ajira zinatoka, ni heri zitoke kidogo kidogo mm, lakini watu wanasogea mm sasa hivi watu wanaenda VETA kusoma bure, mtu anadhihaki VETA mm. mimi VETA. Shure, ni zao la VETA, baada ya kumaliza shule nimesoma VETA Mwanza, mambo ya rangi mtu mm. anadhihaki VETA mm. anajua mambo ya VETA, watu wanaendesha vieti kwa VETA mm. watu wanapika vyakula huko mahotelini, tumetoka kula hapa kantini hey, wale wamesoma VETA. VETA mapambo hayo, VETA mm. decoration ya nyumba zile ni VETA, watu wanajenga mm. majengo mazuri VETA magorofa unasikia hapa, nyumba nzuri ni veta. Ni mpuzi mmoja anakula ugali anashiba, anaenda anakunywa shisha, anaweka miguu juu, anatukana serikali kuhusu veta. Sasa eh, eh, unajua kuna vitu vingine bwana, yaani huo nikiangalia eh, nasema one day wataelewa. Mheshimiwa leo umechafukwa, leo nimevuruga sana. Mimi sitaki mtu anamvunjia heshima mheshimiwa rais.